Kijana mmoja mwenye umri wa rushuda fa kucheka cheka, <laughs> anacheka na kutelema, anacheka na kutelema. Wanaomjua wakasema, si kawaida yako, tuelezee kulikoni, mbona wewe huko katika hali ya mtimbwiliko kama mwana kupata titi la nina? Mtimbwiliko ni furaha fulifuli, ni furaha nyingi, furaha zisizokuwa na kifani. <laughs> alafu nina nina ni mama, mwana mwana ni mtoto. Ndio maana wanamwambia wewe uko katika hali ya mtimbiliko kama mwana kupata titi la nina. Najua mwana anapopata titi la nina ana, anafurahia sana. Halafu wewe uko katika hali ya mtimbiliko kama mfugaji kupata mtamba mpya. Najua mtamba mtamba ni ngombe jike amba, ambaye bado hajazaa <tipa> zaa, huyo ndiye mtamba mpya. Halafu wanamwambia wewe huko katika hali ya mtimbiliko kama mhadhiri kupata sabatiko. Unajua sabatiko ni ni ni, ni ile likizo mahadhiri ma, unajua mhadhiri si ni mwalimu wa chuo kikuu e, anapopata sabatiko. Sabatiko ni ile likizo anayoipata kwa, kwa kunoa ubongo ama kwenda kufundisha katika chuo kingine e. Huko katika hali ya mtimbili huko, kama yule mbili ka, uko ka, kama maji mwanamaji mwanamaji mbaharia ambaye anapata halasa. <laughs> Halasa ni ule mshahara ambao wanamaji wanapata, wale mabaharia wanaoendesha meli katika bahari ndio wanapata halasa halasa Halafu yule akipata harasa ingawa inakuwa ni mshahara mchache kabisa ambao haujatosha ha, kwa kujitegemea lakini anafaa kuchekacheka anapopata harasa hiyo. Halafu u, -unacheka unacheka kama <laughs> wewe unacheka kama mtoto anapata titi la nina akafurahia sana. Na wewe unacheka nini? Halafu yule kijana, yule kijana afaa kufikiria sana halafu, akamjibu, katika hii dunia, katika alamini wengi, sasa ni mara ya kwanza kumpata kidosho. Kidosho najua ni msichana mlembo ambaye afaa ku, ku, ku, kujipamba na anavaa mavazi meusi bila yale ya ndembe ndembe. Mavazi ndembe ndembe ni yale ambayo yanaonesha hasa vile vita ambavyo havifaa kuonekana. Halafu akamwambia mimi nimemuona msichana mweupe sana kabisa, na ana- anafaa kujipamba pamba, ana, ana, anajipamba pamba, halafu sura yake nzuri sana kabisa, na mwenye maago <laughs> e, anasema katika alumin Al, alumin, najua ni viumbe. Sijamuona mwanamke mzuri kama yule alivyo, eh. Akasema yule ni ajibu kwangu. Ajibu najua ni mtu mwenye umuhimu kwako, ni ajibu hmm? Halafu nilimsemesha, nilimsemesha maneno, nikampa maneno kwa saizi yake Sikumpa ukwenje, ukwenje. Ukwenje ni lahai, ni kumdanganya mtu e. Sikumpa ukwenje, nilimpa maneno ya upatiala. Maneno ya upatiala ni maneno ya, ya, ya ukweli. Alafu anasema mimi nikimpa maneno kwa saizi yake, na yeye akanijiba, ingawa kiswahili chake cha kubahatisha kabisa e, lakini na mimi nilipata kuingia katika darasa nilim- nilimweka katika Kiingereza, nikamweka kwa kiswahili e, hapo halafu, nikifika nyumbani, nikaona simu fifi zake kumi na tisa. Unajua simu fifi ndio Waingereza wa wanasema ni missed call, simu fifi kumi na sita. Sasa katika lairi wa nahali, nakuwa na, na mwaza laili wanahali ni kusema ni, ni usiku usiku na mchana laili wanahali aya. <laughs> Sasa wewe nakuambia fulaha hizo fulifuli nazo zipata sasa. Nimekuelezea maneno hayo yazingatie, kamata kamatia katika kichwa chako e. Nimekuambia nina ni mama e, ngao wengine wanasema nyoko Nyoko ni mama eh, lakini waswahili wengi wanajua kuwa ukisema nyoko unakuwa unatukana. Lakini kumradi mradi, waswahili wenzangu, nyoko ni mama katika kamusi, neno hilo kamusi sanifu ya Kiswahili eh. Halafu eh, nimekuelezea ni hali ya mtimbwiliko ni kuwa katika furaha fulifuli, furaha fuli, nyingi sana na nimekuelezea mtamba mpya Mtamba, mtamba si, si ng'ombe jika ambaye bado hajazaa. Na mhadhiri ni mwalimu wa chuo kikuu anapata sabatiko. Sabatiko ni, ni ile likizo anayoipata ya kwenda kunoa ubongo ama kufundisha katika chuo kingine. Na halasa halasa ni ule mshahara ambao wanamaji wanaupata, mabaharia kabisa wanapata mshahara huo, wakiupata wanakuwa katika hali